Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda ya juu kusini magharibi, kati kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo machache ya nyanda ya juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua kwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, magharibi mwa nchi yetu kati mwa nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro mvua katika saa hususan katika maeneo ya ziwa Victoria, kwa maeneo ya ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa. Upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa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 Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia halemegu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia halemegu kiasi na vipindi vya jua. na mkoa wa Mbeya tunatarajia halemegu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia halemegu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. na mkoa wa Arusha tunatarajia halemegu kiasi na vipindi vya jua. Namba kufia hapo kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema ya mwisho wa wiki.